Kwa nini Yesu mapepo yalipomuomba yaingie kwa nguruwe aliyaruhusu? Uh, swali hili ni kama rahisi lakini majibu yake ni magumu kidogo. Siku ile Yesu hakusema hapana, hakuwakemea moja kwa moja mapepo atafute njia zao. Uh, mapepo waliomba ruhusa na kwa, kwa mshangao Yesu aliwaruhusu. Wajua kwa nini? Katika mazingira ya Kiyahudi ya, ya karne ya kwanza, nguruwe walikuwa ni wanyama najisi kulingana na Torati. Walihusishwa na uchafu wa mwili na roho. Uh, kuishi karibu na nguruwe kulionekana kuwa ni kinyume na utakatifu wa Mungu. Sasa hata kwa wasomaji wa Kiyahudi, kuingizwa kwa mapepo ndani ya nguruwe kilikuwa ni kitendo kilichoashiria kuwekwa mbali, si tu kiroho bali hata kijamii uh, lakini tunaweza tukajiuliza swali, kwa nini mapepo waliomba kwenda kwa nguruwe? Hii inaelezwa katika tafsiri mbalimbali mbali za kiroho za falsafa ya mapepo. Pamoja, mapepo hujitambua kama roho zinazohitaji makao, hata kusema kwenye Luka 11:24 roho mchafu anapomtoka mtu huwa anatangatanga mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika. Hii inaonyesha kwamba mapepo hutamani sana mahali pa kuingia, iwe ni kwa binadamu a hata kwa viumbe wengine walio hai. Ni roho ambazo zinatafuta kuendelea kushikamana na ulimwengu wa kimwili. Sasa nguruwe eh, namba mbili, nguruwe walikuwa chombo mbadala kwa ajili ya kukaa. Hii ina maana kwamba roho wachafu wanatafuta mwili, si kwa sababu ya mahitaji ya mwili huo bali inawapa nafasi ya kudhihirisha kazi zao. Mnyama hakuwa na kinga ya kiroho wala dhamira, na ndio maana ni rahisi roho zile kuhamia. Namba tatu, uharibifu wa nguruwe ulitokea kwa haraka eh, unaonyesha tabia ya mapepo. Walipoingia tu kwa wanyama hao eh, waliwaongoza moja kwa moja kutumbukia majini. Kwa hiyo kilichofanya nguruwe waingie kwenye maji sio maamuzi ya wao wenyewe, bali ni mapepo. Hii inaweza kutazamwa kama siri ya mapepo kuharibu hata pale wanapopewa chombo kisicho na thamani. Kwa mujibu wa historia, eneo la Gerasa au Gadara lilikuwa ni sehemu ya Dekapoli, maeneo kumi ya miji ya kipagani iliyokuwa na utawala wa Kigiriki na baadaye ukawa Kirumi. Uh, inawezekana wale wafugaji wa nguruwe hawakuwa Wayahudi moja kwa moja, ila watu wa mataifa waliotumia nguruwe kwa matumizi ya kibiashara. Hii inatoa sura nyingine kwamba uh, Yesu aliruhusu mapepo yaingie kwa wanyama walikuwa tayari wanahusishwa na uchafu katika dini ya Kiyahudi. Kwa upande wa theolojia ya mapepo demonology, uh, tukio hili linaonyesha mambo kadhaa: mapepo hutambua mamlaka ya kiungu, lakini pia hushirikiana katika makundi kama region au jeshi. Pia huchagua mahali pa kuingia kwa sababu zao maalum, na sio kila mahali ni pao. A, hawawezi kutumia mwili hasa wa binadamu bila ruhusa <coughs> Je, mapepo walipotoka kuharibu kundi la nguruwe nao walikufa au waliendelea kutafuta mwili mwingine? Unachotakiwa kujua ni kwamba uh, mapepo ni roho, hivyo hawafi, bali huenda kutafuta mwili, na sio tu kwa ajili ya makazi, ila kuonyesha kwamba wanaweza kufanya jambo fulani. Sasa uh, siku nyingine nitakwambia milango anayotumia hayo mapepo kuingia kwenye mwili wa binadamu na jinsi ya kuwatoa au kujikinga. Lakini kwa dharura sema Yesu nikomboe.